Kwa sababu hey, nitasoma, tuendelee msomaji, tuendelee, bali mioyo yao, bali mioyo yao wamefarakana nami, wamefarakana na Mungu, Amina. Yaani ndio maana unakuta watu wanaenda kanisani, wana waheshimu wa masikofu hey. wana waheshimu wainjilisi hey. wana waheshimu wachungaji hey. lakini biashara zao Ndio. kazi zao hey. zinategemea nguvu za giza, giza wanategemea kuabudu miungu Miungu. Ikifika mwisho wa mwaka wanaenda kutambika kwenye makaburi ya babu zao. oh, wow. Ikifika kirudi wakiingia kanisani eh. wanaonekana kama ni watakatifu walioshuka kutoka mbinguni yes. Lakini neno la Bwana linasema Ndio. watu hawa wakinikaribia, eh. wana heshima za midomoni Ndio. lakini kwenye mioyo yao wana, eh. wana vinyago Fi. mioyo yao imejaa vinyago wana mioyo ya vinyago ndani yes. ya mioyo yao wanaamini katika nguvu za mashatani ndani yes. ya mioyo yao hawaamini ya kwamba Dio. wanaweza kufanya biashara bila kumwaga damu za wanyama yes. bila kumwaga damu za mbuzi Amina. bila kumwaga damu za kuku hey. watu hao wanafanya kazi Dio. Hawa wengine wanafanya kazi, wanapata vyeo yeah. wanatumia akili za A binadamu wenzao, wanachukua nyota za wengine ndio zinazowavusha kwenye ila ukiwaona Jumapili kanisani e, wanaonekana ni watu wa heshima, hata wachungaji wenyewe ni e. e, kwa sababu hamna Roho Mtakatifu yes. Kama Roho Mtakatifu angekuwepo haya mambo ya sisi wa Kristo tusingekuwa tunazalaulika kwa tunazala sababu Roho Mtakatifu amenyoka, wachungaji wangekuwa na uhubiri yaliyo ya, ya kweli yanayochoma e, na kubadilisha nia ya mioyo ya wanadamu kwamba hapana Mungu mwingine zaidi ya Bwana Yesu Kristo. Ndio maana leo, kama wewe ni Mkristo hey, lazima utambue kitu kimoja. Ukienda kwa njia ya Shetani, ukifa, mali zako zote hawawezi kulinda kabisa, hata hapo unapozungumza. Ukiuliza uh, hapa historia ya Mwenge, hao wote miongoni wanaouza hapa Mwenge sio walioanza miaka hiyo, walikuwepo waliokuwa wanafanya biashara hapa. Miongoni mwao walishafirisika, miongoni mwao walisha kufa Kapisa. Watoto wao eh, wakizao wameshindwa kuendelesha biashara ni kwa sababu wakati huo eh, wakati wanafanya biashara walionekana ni watu wa maana, lakini walikuwa wanatumia nguvu za shetani Zagis. wakienda kanisani wanamwona Mungu, wakimaandiko yanasema eh, watu wao wakinisogelea ndio, kwenye mioyo yao e, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye midomo wanaonekana ni watu ambao wanamheshimu mweshemu Mungu kabisa, lakini kwenye mioyo yao e, wako mbali na Mungu, wako mbali na Mungu. chukuu za maisha, waulize hapa, hata hapa mwenge e, wanaofanya biashara, kwa nini utakuta leo mtu anafanya biashara, baada ya miaka kadhaa biashara hakuna? Vya shetani huwa vidumu. Injili tunahubiri yoyote huyo anayesikia, yes. Kama wewe ni mfanyabiashara yes, unatumia nguvu za shetani nguvu, yes, za shetani huwa zinaisha, zikiisha na wewe inaishia hapo hapo, inabakia historia tu amina. Lakini ukimwamini Yesu wa kweli hey, ambapo anasema heshima na utajiri vyote vyatoka kwake, vitadumu milele na milele amina. Amina, kwa nini sisi tunaitwa makuhani wa Kristo? na sisi ili neno kitabu cha Isaya 29:13 kinatuwazimu tusome, kitabu cha Malaki Amen. funua kitabu cha Malaki, kitabu cha Malaki sura ya saba. Sisi tunaitwa makuhani wa Kristo yes. Sasa tutakwenda kusikia Bwana anazungumza nini juu ya makuhani wa Kristo. Amen. Tusome. Malaki mwisho nne kuhani wa Kristo. Malaki 2 mstari wa saba. Nitasoma kitabu cha Malaki mbili na mstari wake ule wa saba. Roho mtakatifu na tufunulie maandiko Amen. Kwa maana kwa maana yapasa midomo ya kuhani hifadhi maarifa. Tena twende taratibu, amina. Yapasa midomo ya kuhani hifadhi nini? Maarifa. Sasa tuulizani hapa chesi, makuhani wa Kristo, tumetengewa Jumapili, tumetengewa Jumanne hapa Mwenge na Alhamisi kwa ajili ya kuja kuonana na Bwana kwa ajili ya Bwana kutupa maarifa leo hapa viti viko empty kabisa. Haya, tusemezane makuani wa Kristo, tusemezane. midomoni kwetu tutapata maarifa midomoni kwetu tutapata maarifa? Apana. Apana. Haje tutaweza kumtumikia Mungu? Apana. Apana. Yani, mi namshukuru Mungu kwa sababu wakati mwingine unapofanya kazi ya utendaji kama katibu, halafu Mungu anakupa neema ya kupitiapitia maandiko, hata kazi unayoifanya inakuwa kazi nyepesi. Amina. Haa, unajua kabisa eh, hao watu unaongoaongoza ni watu wa namna gani? Amina. Ni watu ambao wana kiu ya kutafuta maarifa ya Bwana eh, au ni watu ambao wanatamani ya Kristo lakini hawataki kumtumikia huyo Kristo. Yes. Kama neno la Bwana linasema, ndio. Midomoni mwa makuani wa Kristo e. Anataka nini? Maarifa. Maarifa. Eh. Hata Alamisi huwa mimi nachungulia kwenye online mt kabisa Jumapili haitoshi hapa, haya yote naye ufafanua. Mimi ukinipa mimi hiki jumapili ni ubili, sitaongea kama ninapoongea leo, nitanyosha kama yalivyo umu, yaani maarifa yake yatakayo kuwa yanatoka umu e, hayatakuwa kama hivi navo wafafanulia hapa. Amina. Yesu huwa anafanya kila jambo kwa wakati wake kabisa, siku akisema Jumapili ndio maana. Makutano yetu sisi edeni yetu sisi ni wapi ambapo Bwana anatakiwa kuja kutukuta, edeni yetu sisi ni hapa, anatakiwa Jumanne anajua kabisa makuani wangu Jumanne watakuwepo pale Mwenge. Amina. niende nikawape maarifa Amina. wakiwa na maarifa wataweza kumshinda shetani Amina. hatuwezi kumshinda shetani kama hatuna maarifa hata uwe mwombaji wa namna gani, Dio. hata uombe kwa kutoa jasho Dio. hata ufunge Dio. hata ukeshe Dio. kama hauna maarifa ya Mungu e, hauwezi kumshinda shetani. Hatuwezi kumshinda shetani, hatuwezi, tutabakia kusema mtesi, mtesi. Maana. Yesu atusaidie sana. Amen. Yaani mtu ana declare yaani, kwa mfano uh, wakati unasoma ku declare manake unasema x, yaani kile unachokitamka hapa juu manake, ukishuka huku chini, tulipokuwa tunasoma programming language, kile unachokideclare juu, ukishuka huku chini, manake ndio unakuja kukifanyia execution manake kama umesema ume, ume kule kwamba nikisema x plus y is equal to namba fulani, maana yake sasa ukisema mtesi wangu namba moja, namba mbili, ndiyo jibu lako unalolipata huku, ndio maisha yako. Amen. Kwa hiyo yeah. Tuna makuhani wa Kristo wengi wamesha declare, wanasema huyu mtesi wangu. yeah. Yesu atusaidie sana. Yaani unakuta yaani, mwana huyu mtesi wangu yaani yeye mwenyewe amesha dekrea? hasa kama umesha dekrea kwamba ni mtesi wako, manayake umeamini kwamba Mungu unaye mwabudu e. ambaye unasema ndiyo Yesu e. hamna chochote, kwa sababu wewe kama ungekuwa unamwamini Mungu, ndio, utasemaje huyu ni mtesi wangu unasemaje? Amina eh? Kwa maana nasema unapoongoza watu saa nyingine, ukiwa unawasikiliza, unawasikitikia moyoni kwa sababu huna option, lazima uwasikilize. ya unasemaje? Yani mtesi wangu, yani ana declare kabisa mtesi. Ma, ah, Yesu mwenyewe alipokuwa na Yuda hakusema mtesi. Amen. Amen. Amen. Alisema msaliti saliti nie. Amen. Amen. Amen. Lukatumia neno la msaliti. Maana ni mtu ambaye ulimwamini kwenye maisha yako yes. Lakini amekusaliti ameenda kinyume na we ulivyomwamini. Uliamini kwamba huyu ni mzazi wangu, huyu ni mlezi wangu e. Lakini kwenye moyo wake yeye anachokuwazia ni kinyume. Maana yake amekusaliti katika imani uliyoweka juu yake, amekusaliti katika upendo ulioweka juu yake. Ndivyo ilivyokuwa hata kwa Kristo kwa Yuda yes. Alikuwa ni mwanafunzi wake e. Lakini alimsaliti, alikwenda kinyume na utaratibu wa Mungu lakini yote yalikuwa ni mapenzi ya Mungu. Amina, makuhani wa Kristo. Amina, ili uwe kuhani wa Kristo yeah. Ili uwe kuhani wa Kristo yeah. Uwe yeah. Kwa sababu maandiko kama tulipopewa kwenye kipeperushi, anasema makuhani wa Kristo ni wakristo wa kweli waliomwamini yesu Kristo kuwa ndiye bwana na mungu wao. Ukimwamini Kristo, kuna roho zinazoambatana na Kristo ambazo wewe uliyemwamini Kristo unatakiwa hizo roho zikae ndani yako. Amina, zikishakaa hizo roho ndani yako, ndipo sasa linatimia lile neno la kwamba mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Tusome kitabu cha Isaya sura 11 mstari wa pili. Bali ni Kristo. Mtu akiwa ndani ya Kristo, yes. Mana yake Kristo akikaa ndani yako Amen. Kuna roho zinazoambatana na Kristo ambazo hizo roho lazima zikae ndani yako, kwa we unaitwa Mkristo, kwa we unaitwa kuhani wa Kristo. Tusome, nitasoma kitabu cha Isaya kumi na moja <laughs> na mstari wake ule wapiri Yeah. Roho Mtakatifu, unatufunulia maandiko Amina. Ah. na roho wa Bwana na roho wa Bwana atakaa juu yake sh... kwa hiyo unakuta kitu cha kwanza kuhani wa Kristo eh, roho wa Mungu lazima kae ndani yako Amina. Roho Mtakatifu lazima kae ndani yako Amina. Tuendelee, roho anayefuata, roho wa hekima. Maana yake wewe unaitwa kuhani wa Kristo, roho inayoambatana na wewe ndani yako kama kuhani wa Kristo, ikiatana na roho Mtakatifu kuna roho wa hekima Amina. Ndio anatakiwa kukaa ndani yako Amina, tuendelee na ufahamu. na ufahamu, manake huyu Kristo akikaa ndani yako, manake unatakiwa uwe na ufahamu mpya Amina, ukani, unatakiwa uwe na ufahamu, maana unatakiwa uwe na ufahamu, kwa sababu mambo utakayokutana nayo mambo utakayofunuliwa ni mambo ya ajabu. Amina. Mana yake kama hautakuwa na ufahamu yes, hauwezi kukabiliana nayo. Amina. tumchapie Yesu makofi. Yes. Leo unasema mimi nataka niwe na Roho Mtakatifu nataka. Sawa. Je, yale mambo makubwa utakayofunuliwa utaweza kuyahimili? Je, hapa unapohubiri unakuta tupo hapa. Lakini watu wanajibadilisha badilisha sura wakati unahubiri hey. Je, utaweza kuwavumilia hapo? unahubiri huku unakuta watu wanajibadilisha sura hapo anakuwa nyoka anakuwa kobra anakuwa fisi Fish. lakini wewe umekaa hapo unahubiri hey. watu hao wanaona kama binadamu hey. kama hautakuwa na ufahamu wa kimungu hey. unaweza ukakimbia hey. hey. Amen. Amen. Leo injinia hawezi kwenda kufanya operation ya mwanadamu, kwa sababu injinia hana ufahamu wa kufanya operation ya mwanadamu. Injinia kazi yake ni kutengeneza barabara yeye, yeah, kazi yake ni kuangalia kwamba hii ardhi inatakiwa nitindue, niweke kifusi, niweke kifusi cha changarawe, niweke kifusi cha namna gani, ili nikija kuweka lami yes. magari yaweze kupita Amin. Lakini injinia hana ufahamu wa daktari awezi kwenda kufanya operation. Ndipo ilipo mtumishi hey. Inatakiwa uwe na ufahamu wa roho wa Mungu ndani yako ili uweze kuwahudumia watu ili uweze kukabiliana na mambo ya ulimwengu wa kiroho. Tuendelee, roho ya shauri na uweza, lazima uwe na roho ya shauri kwa sababu mtu wa Mungu, kwani wa Kristo Hautaki uwe mtu wa pelepeche pelepeche kabisa. Kwa sababu wewe utakuwa Mungu anakufunulia mambo ya eh, wanadamu wenzio unatakiwa uwe na hekima juu Ekim, ya kuyaendea hayo mambo ambayo Mungu anakufunulia Amina. Lazima uwe na ufahamu ufaham, wa jinsi gani unatakiwa kuyakabili yale mambo Amina. Unatakiwa uwe na maarifa ya kuweza kumkinga, kujikinga mwenyewe na shetani kwa kupitia maombi ambayo utaomba ukiwa na maarifa ya Mungu ili shetani asikuzuru na uwe na maarifa kwa ajili ya watu wengine. Amina, tumchapie leo sasa. Tuendelee, roho ya maarifa na kumcha Bwana, kumcha Bwana. Kwa hiyo unakuta vitiemte, kumbe kuani wa Kristo, ndani ya kuani wa Kristo anatakiwa awe na roho ya kumcha Bwana. Ukiona vitiepte, ujue huyo kuani wa Kristo ndani roho ya so, Sansiba lazima, kumcha Bwana haipo okay. Tumcha pia Yesu makofi amino, sio mimi, tumesoma maandiko. Sasa sema lazima uwe na roho ya kumcha Bwana ukiwa eh, na roho ya kumcha Bwana lazima utatenga muda wa kumcha Bwana, lazima utakuwepo mwenge maombi ni Jumanne na Alhamisi. Ile roho ikikanda ndani yako kumcha Bwana Hautahitaji kusukumwa na mtu yoyote. Amina. Utabeba mkoba wako eh. Kwanza maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, huko ulikotoka uko nyumbani, utamuomba Mungu, Bwana, leo nakwenda pale kwenye makutano, mahali ambapo Bwana umeweka ahadi ya sisi kukutana Amina. masikani yako ni ya leo ni pale Amina. Lakini wewe Yesu, eh, ulionifanya mimi kuhani wa Kristo, nahitaji leo Bwana ukanitumie utanitumia katika viwango gani katika ibada ya leo? Amina. nataka nikafanyike pale eh. Leo hata wageni watakaokuja nipe kibali cha kuwakaribisha Bwana, nataka siku ya leo Dio. pale nikakufanyie moja mbili Dili. tatu Tatu. unakuja ukiwa na amani tele yes! lakini watu wengi wanapomsogelea Bwana eh, wamejaza ya kwao moyoni, wamejaza matatizo yao moyoni eh. hawataki kutengeneza nafasi ya Bwana, ya kumsogelea Bwana na kumwambia Yesu mimi ni Kuhani wa Kristo. Amina. Nataka napofika kwenye masikani yako Nio. niwe na kazi ya kufanya. Amina. Niwe na kazi ya kufanya. Amina. Ukimwambia Bwana ni mwaminifu lazima ajitukuze. Amina. Ukimwambia Bwana ni mwaminifu lazima ajitukuze. Amina. Ukiwa Kuhani wa Kristo, yes, lazima tukumuone Bwana katika maisha yako. Amina. Ukiwa wewe ni kuhani wa Kristo. Yes. Lazima tumuone Bwana katika maisha yako. Amina. Lazima ndugu zako wamuone Bwana katika maisha yako. Amina. Lazima jirani zako wamuone Bwana katika maisha yako. Amina. Kinyume na hapo, Hey. Tusome.